Kengele kigonga. Mwalimu mwenyewe ndio huyo. Ndio. Mwalimu. Eh. Kwa nini umempiga mdogo wangu? Wewe nani yake kwani? Kaka yake. Sasa wewe kaka, huyu mtoto jana tumemwambia aje na kidumu cha maji chenye maji ili amwagilizie bustani yake, kwa sababu sisi tunataka tutengeneze hali ya ukijani katika shule yetu, lakini cha ajabu kaja na kidude cha ajabu. Sasa kile kidude akitoshelezi maji ya kumwagilizia bustani yake. Hey. Wewe kidumu umekuja nacho au hujaja nacho? Auon waje na kidumu chenye maji tumwagilizie bustani, kila mtu nimemgaia bustani yake, mwalimu. na na hmm. Hmm. mtoto kaja na kidumu, katii maagizo yako, wewe unamchapa, kwani ni sahihi? Sasa hichi ni kidumu, hichi ni kidogo? Ah, sio kidogo, ila ni kidumu kidogo. Hiki ni nini? kidumu kidogo, kwenye udogo kidumu kidogo. Wewe unaambia waje na kidumu eh. Sasa uliwaambia waje na kidumu lita ngapi, au kidumu kwa gani? Ah, sasa kosa lako kosa la mtoto? Sasa ndo hiki hivi, sivyo watoto wadogo vya chekechea. Hiki darasa la sita, anakuja na kidumu kama hiki. Wewe unaambia kesho njoeni na kidumu cha maji, si ndio? Mtoto kaja na kidumu cha maji, sasa wewe unaenda kumchapa kweli? Ni sahihi? Ilitakiwa muelekeze bwana, eh Ilikuwa sio kidumu kubwa, huu ndio na kidumu labda lita tano, sawa? sasa wewe unaenda unachapa, unachapa kweli. Hey, ni sahihi? na kosa lipo kwako. Haya, hapo mwenye kosa wewe au mtoto? Nani tazungumza uzungumze na nani? Sikia hapo mdogo wangu, nenda kakae. Sikia nakwambia. Nisikilize kwa makini. Wewe leo inabidi twende tukakae kijiweni kwetu kukufundisha jinsi ya kuishi na watoto, hata kama mimi nani? Joshua, haya haya, mambo mambo, sawa? Hapa mimi kijiweni nitakuja, ndio ndio, nimekwambia, nafundisha sababu ndio, Joshua, Joshua ndo naenda hivyo, Joshua.